Shetani yeye sio mzuri, anakuwa mavitu ya kutisha, alafu tafikiri yeye anatisha, anacheza na akili yako. Ndio maana kuna watu wanasema shetani amenitokea na mapembe. Wewe hey. Acha kujidanganya, shetani hana mapembe. Shetani mtu mmoja anasema shetani ana mapembe. Nani kakwambia? Pembe ng'ombe hizo? Ukienda kwa mganga ndio anayo mapembe ya, amevilingisha na mashanga Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu a, Mungu akubariki sana wewe ambao unaendelea kufuatilia, na Mungu akubariki sana wewe unayetuma comment za kunitia moyo, na mimi unanifanya niendelee zaidi na zaidi kuleta masomo mbalimbali kwa kipindi ambacho tupo cha nyakati za mwisho. Mungu akubariki sana wewe basi. Kwa dakika chache nimekwisha omba kwa ajili ya neno la Mungu hili, nimeomba kabla Eh, ya kuanza kuhubiri kwa sababu ya kuokoa muda na pia ku, kuangalia namna unazo kipande vinakuwa virefu sana. Kwa hiyo nimeona bora niombe kabisa ndipo nikuletea neno la Mungu na mwishoni basi nitakwenda kukuombea wewe ndugu yangu ambao napenda kusikia neno la Mungu leo. Nataka tujifunze kazi kuu tatu za shetani shetani, kazi kuu tatu za shetani. Hizi tatu. Tutakwenda kusoma kwenye kitabu cha Yohana Yohana kitabu cha Yohana, sura ya kumi E, mstari wa kumi anasema hivi mwivi. Yesu anasema wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, atao, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi, kazi kuu tatu za shetani, sikiliza. Mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hizo ni kazi kuu tatu za shetani ambazo Yesu anasema hivi, haji vivi ila aibe kuharibu na kuchinja, ila mimi nilikuja watu wawe na uzima kisha wawe nawe tele. Unajua kuna tofauti ya uzima halafu na uzima tele. Ukisoma katika agano la kale, kitabu cha Torati ya Musa Eh, hichi kitabu kiliandikwa na Musa mwenyewe alipokuwepo jangwani, wakati Mungu amemwambia njoo chukua amri kumi mlimani. Hichi e, katika vitabu vyote tunapata ufunuo. Musa aliandika, aliwaambia, katika alipewa na Mungu amri kumi kwamba mtu akiiba sharti lazima auawe, jino kwa jino, jicho kwa jicho. Kwa mfano, mtoto wako amemtia kilema mtoto wangu amem, amemngoa jicho, sheria ya Musa inasema na wewe lazima ukamngoe jicho mtoto wa, wa huyo aliyemngoa jicho mfano eh, mtoto wa fulani itokee ame, amemtia ame, ame kilema mwenzie sheria ilikuwa ni moja tu lazima na yeye amtie kilema ilikuwa ni hivyo kwa hiyo ni jino kwa jino jicho kwa jicho lakini agano jipya yesu anaingia kwa damu yake mwenye tofauti na la musa ndio maana katika kitabu cha yohana ukisoma yohana eh, moja mstari wa kumi na saba huyu yohana anasema hivi torati ililetwa na musa lakini neema na kweli yote ililetwa na Yesu Kristo, kiasi kwamba agano la kale lilikuwa halimpi mtu uzima wa milele bali lilikuwa linamfanya mtu akishika amri anaishi. Ndio maana mafari but wengi waliokuwa wanamwendea Yesu e, tutakwenda kuangalia mbele, waliokuwa wanajaribu kutafuta uzima wa milele wakasema, Bwana, tufanye nini tupate uzima wa milele? Yesu anawaambia, unazijua amri za Musa? Wanasema ndiyo. Ni zipi? Anasema, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, zote kumi. Yesu anasema umepungukiwa na moja tu, uza mali zako zote, pesa wape maskini, hizo ambazo ndio manabii wanaweza wakakuibia. Maana ya kuuza mali zako, maana yake acha kutumikia vyote, kisha njoo unifuate, nami nitakupa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, agano la kale lenyewe linatoa mauti, ni agano la mauti, ni la kifo Hivi ndugu yako, unajisikiaje? Ndugu yako amekukosea, badala ya kumsamehe, chukua mawe piga. <laughs> Ni agano ambalo linatisha na Mungu alilifanya hivyo, lengo lake lilikuwa ni moja, natakiwa ujue. Ndio maana neno la Mungu unapolisoma na kufundisha taratibu, ujue ni ufunuo wa Mungu, mpaka akupe yeye mwenyewe. Musa mwenyewe kulipata mpaka alipoingia mlimani. Kwa hiyo so nataka nikwambie, neno la Mungu hatusomi kama gazeti. Ukisoma kwa kukalili, hilo ni gazeti. Lazima neno la Mungu liwe na ufunuo wa Roho wa Mungu mwenyewe, ndio utapata kulijua. Ndio maana wengi sana unakuta wanalijua neno lakini ni walevi, wanalijua neno lakini ni wazinzi, wanalijua neno wengine ni, ni wainjilisti lakini ni walevi, wanafanya mambo ya ovyo. Ni neno wanalifahamu ni sawasawa na askari, alafu wewe umejifunza uaskari na umeenda vitani, umeshika bunduki halafu kuitumia utumii, huko na maadui zako watakuwa hata kama ni askari na una silaha yako. Ndivyo ndivyo neno la Mungu, hata kama unasikia unasikia, kuna sehemu inasema ulevi ni dhambi, lakini mbona wewe mwenyewe unakunywa na neno unalifahamu? Ni nini? Ni kwa sababu bado hujui namna ya kulitumia. Sasa basi, naleta kwenye neno, Torati ilikuwa ni kufa jino kwa jino, jicho kwa jicho, na ni amri ya Mungu e, eh, katika agano la kale, na ni sheria ya kimwili. Ndio maana watu walikuwa wanatawaza eh watu ukifanya uk, uk, ndio maana kuna mwanamke moja amefumaniwa uzinzi eh? Wanampeleka kwa Yesu, Bwana huyu mwanamke tumemfumania uzinzi Yesu anawauliza je, katika Torati ya Musa wana, aliwaambiaje? Wanasema alituambia kwamba wanawake wakifumaniwa uzinzi sharti wauawe. Yesu alipoingia na agano jipya na watazama, akawaambia ah, auawe sawa Asiye na dhambi au wa kwanza, ni nini? Anafundisha kwamba Yesu anaingia na agano jipya, kwamba badala ya mtu kuwa na sheria ya kimwili ya damu na nyama, anasema wanahukumiana kimwili. Yesu anaingiza agano la rohoni ambalo kwamba la kusamehana. Ndio maana amri kumi, walivyomjaribu kumuuliza swali kwamba ni amri ipi kubwa kuliko zote, na mpenda sana Mungu amenyooka kuliko kweli. Yesu anaulizwa ni amri gani kubwa kuliko zote eh? Yesu akasema ni moja tu, Amri ni moja, mpende Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa moyo wako wote. Lakini anasema amri ya pili inafanana hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako na anasema hiyo ya pili ndio inamwakilisha Kristo mwenyewe. Anasema upendo nilionao mimi ni mkubwa, kwa sababu nautoa uhai sasa kwa ajili ya kondoo. Agano la kale walikuwa wanatakaswa na damu za wanyama, damu kafara za wanyama. Wakina Ibrahimu walikuwa wanateketeza sadaka kwenye madhabahu e, wanafanya vile, na Mungu alikuwa anashuka kabisa, moto unashuka, unachukua sadaka. Lakini Yesu anapoingia <laughs> eh, ukisoma katika Mathayo Mathayo kumi na moja E, mstari wa kumi na mbili anasema hivi, anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka, kwa maana manabii wote tangu torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana, mpaka wakati wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa tangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, kila anayeingia lazima ingie kwa nguvu, kwa sababu anasema torati zilikuwepo na watu waliendelea kutabiri lakini mpaka wakati wa Yohana. Yesu anakata kamba pale, anatia mkazo mpaka wakati wa Yohana anapobatiza, alafu anasema tangu wakati wa Yohana mpaka sasa. Yesu anatilia msumari, ufalme wa mbinguni haupatikani tena kwenye ule waliozoea, unapatikana kwa nguvu. Sio nguvu za kunyanyua vyuma wala kula ugali sana, hapana, nguvu za Roho Mtakatifu ambayo ni, huyo nilishahubiri somo lililofuata, nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio ufalme wa mbinguni unapatikana, haupatikani vivi, kwa sababu Mungu anajua kabisa binadamu ameambiwa jino kwa jino, lakini haimsaidii kitu, bado watu wanaendelea kufanya dhambi, wanakufa kama wanyama. Mtu ameiba, alikuwa anauawa, eh umekamatwa uzinzi, bado sheria mwili ni dhaifu Yesu anasema. Ndio maana anapoingia ndani yako Yesu anaingia kama roho wa Mungu. Anasema Mungu ni roho, anaingia kama roho. Sasa kazi tatu za shetani ambalo ndio somo langu la leo, ni kwa kukupa mwanga. Kazi tatu za shetani, kazi ya kwanza. Yesu anasema shetani kwanza ni mwizi. Kazi ya kwanza ukikuta umeanika viatu umeibiwa, usimlaumu aliyekuibia. Bwana asifiwe. Mlaumu shetani ndio kazi yake. Kazi ya kwanza ni kuiba. Ukikuta mtu badala ya kumwimbia Mungu anaimba singeli anaimba bongo fleva, tambua, usimlaumu mwimbaji, laumu shetani kwa sababu shetani ameiba kipawa cha Mungu, amegeuza kwa yule mtu, amemfanya mateka, anaimba bongo fleva. Shetani tambua, naye anatamani kuabudiwa kama Mungu ndio maana watu wanajaribu kumwabudu shetani, wanapewa mpaka fedha, mikataba ya kishetani ili nini? Kuwafanya waendelee kumwabudu na kupata wengi. Kazi ya kwanza ni kuiba, anaiba vipaji vya watu anaiba kalama za watu. E, umejitafutia hela unakuta mwizi ghafla, sio yeye, anaenda kuiba. Ndio maana ukienda mahakamani unakuta mwizi anakuambia, ah, nilijikuta tu nimeingia, nimeiba, nimeshawishika. Ni nini? Ni shetani. Kazi ya kwanza ni kuiba kuharibu na kuchinja, kazi tatu. Tunaanza ya kwanza, anaiba kalamu, anaiba kipawa, anaiba utumishi uliokuwa nao Mungu, aliyokupa anaiba huduma uliopewa Mungu, alikukusudia umtumikie, unajikuta unatumikia ukahaba, unajikuta unatumikia ulevi. Yeye ni mwizi, anaiba tu. Na wakati wa kuharibu, kwenye kuharibu amri hiyo ya pili Me? Anakwambia nyoa kiduku kwanza, usipate heshima licha ya Mungu mwenyewe. Cha pili usipate heshima kwenye jamii, watu wakikuona unajua ni muhuni, umeweka lasta. Ndio kazi za shetani, ndio maana kuna ibada za malastafari. Wanatumia eh, wanatumia mijani, wanajita mijani, unashangaa nguo amevaa eh, ime, ina mjani nini sigala mabangi nini eh, unaona hiyo ni kazi ya shetani, kwa sababu lasta ukiweka lazima iambatane na, na, na, na, mabangi haya ndio kazi ya shetani. Licha ya kuwa Mungu anakasirika, bado shetani na jamii unayoishi nayo itakuambia wewe ni muhuni tu. Ni kuharibu, shetani anakuharibia tu kwenye jamii kwanza na kuharibia CV kwa Mungu. Na pia hata watu hivi kwa, kwa mfano wewe ni, boda -boda, tuchukulia udereva fulani au ni mfanyakazi. Hivi nani atakuamini na rasta zako? Hakuna atakayekuamini, kwanza ni ishara ya uhuni moja kwa moja. Yuko mtu mmoja siku moja anakutana naye ananiambia mtumishi. Hivi mimi nikiwa na hizo rasta naruhusiwa kwenda kwenye ibada kwa sababu mimi na hekima. Nilimwambia unaruhusiwa kwenda. Akikutana na neno la Mungu haina haja ya maombi. Neno la Mungu lenyewe litakapomwambia tu, yeye mwenyewe atajisikia hatia moyoni, kwa sababu nakumbuka mimi mwenyewe nilikuwa naenda kanisani zamani, navaa mpaka mlege, naenda nimekula, nimevaa mpaka nguo zingine design, nilikuwa na, yaani ushoga ulishaanza kuniandama, navaa nguo zina macheni cheni kama za kike, eh, naenda kule na niko baadaye. Neno lenyewe likaendelea kunifungua mpaka nilivyo hivi. Kazi ya shetani ni kuharibia mtu maisha yake, kukuondolea CV. Umevaa suruali, wasanii, unaona wasanii walivyokuwa, alivyoiba wasanii, alafu anawafanya wao vyombo vya kuharibu, wanavaa masuruali yamechanika chanika humu, unaona alafu alafushag na linatembea barabarani kabisa, linatembea hey, hey, linadunda kabisa barabarani kabisa barabarani. Ukimlaumu yule unakosea, yeye yeah. Shetani amemuharibia sifa kwanza, kuchanachana suruali alafu. Bora angekuwa mtoto wa kike, unasema anaonesha mapaja ambayo yawavutie vijana waweze kushawishika. Hasa mtoto wa kiume, umevaa suruali michanachana humu, maana yake wewe ni shoga eh? Halafu unatuonesha mapaja, mapaja yenyewe meusi kwanza, yana manyoya manyoya, utafikiri, utafikiri nungunungu anatokezea hivi. Ni aibu. Shetani ndio kazi yake ni kuharibu watu wanadamu eh? Wa, nikaona kiclip kimoja mtandaoni siku moja, mwanamke mmoja ameshuka kwenye ndege ya nchi za nje, Marekani. E, na mbongo mmoja nimemuona hadi makalio yametobolewa hapa, kalio mmoja limechanika. Shetani anaanza kidogo kidogo, shetani hakuvamii anatumia akili eh. Ndio maana ukisoma kitabu cha Kutoka kile sura ya kwanza ile mstari wa 11 na 12, shetani na, anasema hivi tu watendee wana wa Israeli kwa akili, kwa sababu wasije wakafikiria kutoka hapa. Ndio maana hata wachao wana akili na shetani na akili eh, kitu cha kwanza alianza kuambia nguo imechanika hapa sehemu moja, akachana hapa eh? saizi atachana mpaka sehemu za siri, saizi amechana mpaka makalio. Baadaye ndio tunaleta nchi za Marekani, tunaanza kutembea uchi kama swala hili. Hata serikali atetezea mkazo, au watumishi, hata sema kweli, sisi tutahubiri kwa sehemu yetu tu. Ndio kazi ya shetani, ni kuharibu, hata heshima unakosa, mabangi. Ndio maana kuna mtu mdogo wangu anamtafutia kazi, amefuga rasta watu wanasema hivi, huyu kweli anaweza kafanya hii kazi? Ni nini? Shetani kamuharibia CV licha ya kuwa Mungu apendi. E, eh, ukitaka kujua wewe watu wananena ni nani, Yesu mwenyewe aliuliza watu wananena mimi ni nani? Sasa ukitaka kujijua hata wewe, beba Biblia halafu tembea barabarani, umefuga rasta au unavuta na sigara kabisa, alafu mwambie Bwana Yesu asifiwe, watu watakwambia toka zako wewe, kwani watumishi hatuwajui. Wewe unavuta sigara alafu umefuga na marashi yako, nikwambia Bwana Yesu asifiwe sisi. Hata mlevi anakukata pamoja anakuwa ni mlevi. Hata sio yeye, ni shetani kama ni shetani, ndio mharibifu ni mwizi. Alafu nyingine iliyo mbaya ndio somo langu la leo. Mbaya kabisa, mpande anachokifanya hiyo cha mwisho. Biblia inasema shetani kazi yake tatu kuiba, kuharibu nimeshakufundisha, kuchinja. Hapo ndio kuchinja ndio hatari. Ndio maana baadhi ya dini zinaamini katika kuchinja kuna thawabu kwa Mungu, kitu ambacho sio kweli. Mungu anasema kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, eh, mnapokula mnyama utapokula nyama usile pamoja na damu kwa sababu uhai wa mnyama upo katika nini? Katika damu. Sasa unapokula mnyama ukila na damu Mungu anasema unauawa. Katika sheria ya Musa hiyo utauawa, utauawa. Halafu anasema ukichinja mnyama nyama ya kula au kutoa sadaka damu inayomwagika chini, shetu uifukie isionekane. Mungu anachukia mwagaji damu. Hata Kaini alipomuua ndugu yake Habili, Mungu anamwambia katika kitabu cha Mwanzo nne mstari wa nane, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi, umefanya nini? Sauti ya damu na ndio maana tunapoimbaga damu ya Yesu inanena mema, maana damu, damu ina sauti, damu inaongea, inanena. Eh, unapoambiwa koboa ardhi na manabii umepigwa Komboa sisi ukombozi wa maisha yako, umepigwa sisi, tumekombolewa na Yesu kwa damu ya thamani ambayo haipatikani popote. Hana baba Yesu, hana mama Yesu. Kama ni Maria ni kivuli, yule baba mwenyewe ni kivuli. Bikira amechukua mimba ya maajabu, yeye roho, malaika mwenyewe anasema, kitakachozaliwa kitakatifu cha Mungu. Bwana asifiwe. Hasa kwenye, nazungumzia kwenye kwenye kwenye uuaji wa shetani hapo. Eh, Mungu aliyesema kuchinja, kweli ilikuwepo damu, hataki ndio maana damu ni kitu cha ajabu. Unapoenda kwa mganga na kumwambia toa sadaka, kinachotafuta sio nyama, kinachotafuta ni damu ili ufanye agano. Nitakufundisha siku nyingine maana ya agano. Fuatilia somo linalofuata. Lakini Shetani kazi yake ni kuchinja. Utaenda kujiunga na Shetani kweli? Eh? Atakwambia kama alivyomwambia Yesu, ukianguka na kunisujudia, nitakupa utajiri wote. Shetani alimwambia Yesu kubuka. Mungu aliweka hili neno ili tujifunze kupitia Yesu Kristo. Na hakuna neno linapatikana popote zaidi ya kwa Yesu. Wakati Yesu anajaribiwa, Shetani anamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe mpaka chini, bora imeandikwa kwenye Zaburi malaika watakunaka. Yesu akasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Ya pili, jaribu la pili, Shetani anamwambia, kama ni mwana wa Mungu, wewe umefunga siku 40 geuza jiwe liwe mkate. Akasema binadamu hatuishi kwa kula kula mikate. Tunaishi kwa neno, neno la Mungu lenye uzima tu inatosha. Eh, ndivyo ilivyo kwa sababu amri 10 za Musa usiposhika neno unauawa. Alafu akasema sawa. Shetani akambeba akamuonesha, akampeleka mpaka kwenye mlima mrefu, anaambia, unaona hii dunia yote unaona utajiri wote huu wewe, unaona utajiri wote huu upo mkononi mwangu. Na ni kweli, shetani yeye anajiita ni mungu kwenye dunia, na Biblia Paulo amethibitisha anasema, shetani naye kwenye dunia ni mungu. Ndio maana watu wanaimba wamtaji Yesu kwa sababu wanajua kabisa, Yesu ukiweka hata nyimbo haitaenda. Baadhi ya dini utazitenga, wanamchukia Yesu. Haleluya! wewe mchukie Yesu, usipomtaja, haya tukuza huyo mungu wa kuzimu huyo. Bwana sifiwe! Sasa basi shetani anamwambia Yesu, ukianguka kunisujudia, ukianguka na kunisujudia nitakupa utajiri wote kwa sababu uko mkononi mwangu. Sikiza alivyosema shetani, halafu mimi nampa yoyote kama nitakavyo. Nikasema ah, kumbe shetani hampi yoyote, an, anampa kama anavyotaka yeye. Si ndio maana yake? Ni jibu nyepesi ni kwamba wewe mbona ingekuwa shetani ameita twende filimasoni wote. Kuna watu wanashinda na kujiunga filimasoni wamejia eh. Achana na hawa matapeli wa mitandaoni hao, wanajifanya wanakuonesha mapete wanakuonesha mafuvu wanakuonesha matunguli mavitu ya kutishatisha kukutisha tu. Shetani mwenyewe akitaka mtu kumchukua, na anamtokea anamchukua kabisa kupitia wajumbe wake special. Ni chama cha siri hicho cha shetani au wanaojitangaza ni, ni madalali. Ndio maana nasema tuma laki na nusu tuma elfu hamsini tuma elfu ishirini Wanataka ishirini za nini kama wana vyama vya kishirikina, kama chama chenyewe kinaitwa ni wajenzi huru wa dunia? Sasa wanakuambia tuma elfu ishirini Sasa so, wachukua laki na maskini, sio bora kauze karanga? Acha ujinga, tumia akili. Shetani mwenyewe ana akili. Sasa unapojiunga na shetani, akwambia njoo, kama kwa Yesu, nisujudie kidogo. Yesu alishinda jaribu, sema imeandikwa, msujudie Mungu tu. Hasa nasema nisujudie kidogo, sawa, utamsujudia, utampa mtoto wako wa kwanza umepewa utajiri, utakaa mwaka wa pili wa tatu, bwana, ikafara yako imeisha, ongeza mwingine. Ndio maana watu wametoa watoto wote, mwisho wa siku wamekuwa ni masikini, wabaki wenyewe. Wanatoa ndugu zao, wameisha, mwisho wa siku sasa unajikuta umebakia wewe, alafu shetani anakuangalia tu. Mwisho wa siku unashangaa, shetani anakuambia oya, ndugu yangu, vipi, mbona umetoa wote, umemaliza, umebakia wewe, sasa tunafanyaje hapo? Ah, sina cha kutoa mimi. Shetani ni muuaji huyo, shetani nyuma ya she, nyuma yake ni muuaji. Atakwambia ah, sasa basi umeshindwa mwenyewe, utafilisika, jitoe mwenyewe, unatakiwa ufe kafara mwenyewe, akikusamee sana sana, anza kutoa marafiki zako. Shetani ni muuaji tu, yani hakikisha watu hawafiki mbinguni, ni kunyonga watu kama kuku. Kama akikupenda uwe, uwe sadaka ili umfanyie kazi nyingi za kumletea watu wengi, kama sisi watumishi tunavyompelekea Yesu watu wengi. Atakwambia toa rafiki zako, unaanza kuua msajili njoo ujiunge na mimi akienda rafiki yako kifo, njoo ujiunge kifo. Unakuwa wewe ni mtoa sadaka, unatumika chombo cha uharibifu cha mauaji, unakuwa unafanyika mauaji wa shetani. Baba yako aliye ndani atakuwa anakutuma hizo kazi. Ndio maana Yesu, akaa ndani yako atakutuma kuhubiri, atakutuma kufu, kuombea wagonjwa, atakutuma kwenda eh, kufariji watu waliovunjika moyo. Huyo ndio Yesu, lakini mganga anatisha tu ile kazi, kukutisha matunguri yanayotisha, atakwambia lala chini, efrimaso, atakupa mafuvu ya binadamu waliokufa miaka hiyo, atakupa pete wengine wana mbaka kwenye majeneza. Shetani yeye sio mzuri, anakupa mavitu ya kutisha, alafu nafikiri yeye anatisha, anacheza na akili yako. Ndio maana kuna watu wanasema Shetani amenitokea na mapembe. Wewe we, acha kujidanganya, Shetani hana mapembe Shetani. Mtu mmoja anasema shetani ana mapembe. Nani kakuambia? Pembe ngombe hizo. Ukienda kwa mganga ndio anayo mapembe, amevilingisha na mashanga. Kuna mganga mmoja, kuna siku moja, yeye mwenye maisha yake shida e? Haya ndio maisha ya waganga. Eh? Anakupa mavitu na ticha karate kwenye makaburi siku saba, siku nane unaona mambo ya masheti ya uchawi ya shetani alivyokuwa yeye ni muuaji. Anakutishia ili wewe unamuogopa uendelee kumtumikia. Shetani ni handsome, wewe kama angekuwa mwanaume ni handsome. Kama ni mwanamke yeye tungemuita beautiful, ila yeye ni roho, haonekani kwa macho kama Mungu alivyo roho. Yeye anatokea watu kwa kuwadanganya. Haleluya! Bwana asifiwe. Hapo ni kukutishia umtumikie tu. Na wanasema ukiniacha nitakuonyesha na ni kweli utakufa. Wewe ukikaa kwa shetani atakunyonga, yeye ni muuaji, mwisho wa siku utatoa wote shetani baadaye. Kesho unasikia fulani amepata ajali, fulani amefariki, ndio hiyo hapo. Kuna siku nimeitwa kwenda, mtumishi, kwenda kuhubiri kanisa moja. Yule mama alikuja mpaka alinipa sadaka, ananiambia, ulichoongea ni kweli. Mme wake alijiunga Freemason mpaka mme wake anataka kufa, nakata loo, anatuma meseji, naomba mnisaidie, mniongezee siku, naomba mniongezee siku. Akasema umechelewa, toa mke, toa mke wako hapa. Na mke wangu ameokoka, umeshindwa au mashariti, hata mtoto wako umeshindwa. Naomba mnisaidie, mwanangu mmoja naye amekimbilia kanisani. Naona kuokoka kuna raha kwa Yesu, kuna ulinzi. Ndio maana waraka wa Yohana unasema jina la Yesu lilidhihirishwa lizivunje kazi za shetani hizi tatu hizi. Sasa basi, huyu baba mpaka anakufa, yule mama anasema, simu tumeichukua, tunaangalia ameua wana Freemason. Wamemchukua hivi hivi naomba mniongezee uhai. Unaona shetani anakutumikisha wewe umeshindwa kutoa vitu vyako hivyo. Umeshindwa kutoa kafara na kuua wewe mwenyewe. Hao wasanii unaowaona wamejiunga na mashetani hawana raha yoyote, hawana majumba, majumba yenyewe wamekodishiwa, wanakaa kama vivuli, hawana maisha ya tabu, wana shida hao. Yaani wanatamani kutoka wanashindwa. Lakini habari njema nataka nikupe jioni ya leo. Ukimpata Yesu unatoka huko uliko. Yesu anaweza yote kama alimshinda shetani yani ngoja alikwambie mapepo yenyewe yalipiga kelele wewe unakataga yesu sio mwana wa mungu yesu ni mwana wa mungu, na Yesu ni mtakatifu wa Mungu mapepo yenyewe yanamthibitisha Yesu yenyewe anasema tuna nini na wewe mwana wa Mungu mbona unatutesa kabla mihula yetu wewe unakataa binadamu mapepo yenyewe yanakubali na shetani mwenyewe anajua Yesu ni nani na Biblia inasema mashetani yenyewe wakisikia jina la Yesu wanatetemeka mapepo tunavyoomba yanatetemeka kwa jina la Yesu wewe watu wanasujudia mapepo tunafukuza mapepo ndio maana waraka wa Yohana anasema hivi, Yohana katika waraka ule anasema jina la Yesu lilidhihirishwa lizivunje hizi kazi za shetani. Kwa maana shetani huwa anachukiaga mtu akimpata Yesu tu eh, anajua Yesu ni nani anayemudu anayemudu mapepo ni Yesu, anayemudu Shetani na serikali yake ya mapepo ni Yesu. Shetani anaye serikali mapepo ya ulevi, uzinzi, usengenyaji, umbea, uongo, unafiki, uwaji, uzinzi, mabaya, ulevi, uharibifu na yote yanayofanana na hayo. Shetani ametuma hayo maloho duniani kuwatesa wanadamu, kuwafanya wao watumwa. Wengine watumwa hawana faida, wanapata mia kwenye pombe, mia kunua makahaba, mia kunua, eh, mia kunua shing fulani, na wengine kwa ubaya wamejiingiza kwenye kazi za Shetani ambazo hazi wausu hivi, namkuta mtu amevaa kikuku miguuni. Wewe mimi kama mimi najua huyu amevaa kikuku huyu ni, ni kahaba huyu, lakini mwingine sio kahaba, yeye anaona kama urembo ni nini. Shetani ana ishara zake na Mungu ana ishara zake. Ndio maana ukijiunga na shetani, unaambiwa wewe, kazi yako, ukifunga goli mpilani, nyanyua vidole viwili unainua Haya, namtukuza shetani. Usipofanya hivyo, ndugu yangu, unacho mwingine. Wewe ukishinda, fanya hivi. Mwingine ziba jicho, mwingine hakikisha kwamba unanipigia jicho, unanipigia ya hivi, mwingine fanya hivi eh. Maisha ya ishara ya shetani, hata watumishi na wao wana ishara zao, wanajulikana. Ndio maana mtu anasema, unajuaje mtu anaabudu shetani? Uwe unafanya kwa kuigiza kumuiga mwingine anayeabudu shetani, uwe umefanya kwa kujua au kutokujua, yoyote anayefanya ishara ya kishetani, huyo ni shetani tu hata igefanya kwa mizaa. Biblia inasema, inasema hivi eh, heri mtu yule eh, asiyokwenda katika shauri wasio haki wala hakusimama barazani pa wenye mizaa. Yesu ndiye solution ya yote. Usiogope shetani. Amekwambia kwamba hutatoka hapo? Yesu ni zaidi ya shetani, anayemudu shetani ni Yesu. Mungu aliona binadamu duniani hapa hatuwezi. Ndio maana kitabu cha Ufunuo ile sura ya kumi na mbili mstari wa tisa na wa kumi Mungu anasemaje kwenye kitabu cha Ufunuo? Ole wa nchi na bahari, huyo shetani alivyofukuzwa mbinguni, anajua kwamba dakika zake ni chache, ana wakati mchache, kwa hiyo ana ghadhabu nyingi. Ole wenu wa nchi na bahari. Lakini tunamshinda kwa damu ya Yesu tu, na damu ya mwana kondoo Yesu, damu yake haina haja kutoa mbuzi wala kuku kwa waganga. Damu ya Yesu imemaliza yote. Ulishakombolewa wewe na uzao wako na watoto wako. Hata saa hizi shetani asikutishe, njoo kwa Yesu kuna amani. Kuna laa utavaa suti, utaenda kwenye ibada utavaa suti, eh? Kwa laa zako umeamua kufunga haya, usifunge haya, maadamu uishi maisha mazuri matakatifu ya kumpendeza Mungu. Hayo ndio ya umegongwa na gari, licha ya yote hayo, mwisho wa siku, pamoja na kuwa shetani amekutesa bado kuna hukumu. Baada ya kifo ni hukumu, pamoja na kuwa umepata shida. Jehanamu ni mbaya. Hiyo nitakuja nikufundishe somo linalofuata fuatilia. Jehanamu nitakufundisha mapigo yaliyopo ndani ya jehanamu, moto unakuchoma ndani ya jehanamu kilichopo. Wengi hawafundishi hayo, ila mimi nitakufundisha somo linalofuata fuatilia, na Mungu akubariki. Lakini amini kama umejiunga na shetani, Yesu anakuita njoo, Usiogope, Yesu anasema usiogope, watakao uwa mwili wasiue na roho yako. Watu wako tayari wajilipue wafe kwa ajili ya dini, lakini wasife kwa ajili ya kutetea imani ya wokovu wa Yesu Kristo peke yake. Watu ni wabingwa sana wa kutetea dini. Tetea wokovu wa maisha yako mwenyewe binafsi. Mungu akuja kwa wengi duniani, apatikuja kwa mtu mmoja tu. Ndio maana anasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Kwa hiyo usio kafikiri labda babako akifanya dhambi, babako ni mchungaji pengine, basi na na wewe utaenda mbinguni na ulevi. Hakuna dhambi, itakufa. Paulo anasema kwenye eh, Paulo anasema kwenye Wagalatia, kila mmoja atabeba furushi lake mwenyewe. Yesu Yesu Yesu Yesu, nenda msalabani pale, pale yako peleka, Mwambie nimekosa. Na Yesu nauta, kufa, frimaso, na Na atakusamea hata kama Mungu amekusudia ufe, una uzima Yesu, nasema, una uzima wa wa wa milele, milele, milele, anasema, "Mna Heri nyinyi majaribu baada mkisha kufa uzima wa milele unaupata. Shetani asikutishe. Kuna wakati mwingine Mungu anakuokoa, kama walivyookoa wengine hawa watu duniani wakina Pascal Kasian, yani sio wakina nayo, waimbaji wengi wanaokolewa, wengine wahubiri wakubwa leo duniani wametolewa kwenye vyama vya kichawi. Ni nini? Ili washuhudie waliokuwa wanayafanya kule, shetani hapo. Ndio wapendagi usitishwe, kama Mungu anataka ufe utakufa, lakini una uzima wa milele kama Mungu ametaka eh, u, u, upone utapona ili dunia ijue kwamba yuko shetani, yupo na Mungu yupo. Haleluya, Mungu anakupenda. Ninakwenda kukuombea hapo hapo ulipo. Amini Yesu atakutetea tuufi, wasikudanganye. Watakula wembe. Mimi ninao watu wengi, rafiki yangu moja maso, ni filimason, mbona amechomoka mpaka leo? Ninaye hapa hapa na nafanya naye kazi mwenyewe. Wewe, wewe njoo njoo kwa Yesu, hebu ngoja nikuombee. Jioni yale wala usiogope, maagano hayo kitu kidogo sana. Shetani akikuua utaenda jehanamu. Kwa Mungu hata ukifa unalala, ndio maana huwa hatuogopi kwa Mungu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamee dhambi zangu zote. Hapa palipo, naomba unisamee dhambi zangu zote Bwana Yesu nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Nimejiunga na maagano yasiyofaa. Nimetoa hata kafara watu wangu kwa kujua na kutokujua. Yesu nimefanya dhambi nyingi na ninaamini kifo chako msalabani ile li damu iliyomwagika, ni damu iliyotukomboa sisi na watoto wetu. Yesu naomba unisamehe. Futa dhambi zangu zote kwenye kitabu cha hukumu. Andika upya kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa Yesu nitetee na unipiganie na uzima wa milele. Ninahitaji Bwana Yesu. Kuanzia sasa niko tayari kukutumikia. Amen. Baba ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu. Mungu ninaweka mikononi mwako, naomba mlinde. Nafunga kila falo umezagiza, funga uchawi na uganga usifanye kazi tena. Mamlaka za kuzimu nazikamata katika ulimwengu wa roho na zifunga. Kuanzia sasa nafuta jina lake kwenye kitabu cha maagano. Kuanzia sasa vitu vyote namuweka mikononi mwako Bwana, na nateketeza kazi za kichawi, kazi za kiganga kwa jina la Yesu. Ninaomba nikiamini. Amen. Mungu akubariki, endelea kufuatilia kama utakuwa na maswali basi, dondosha komenti hapo chini, mimi nitayajibu. Amen, Mungu akubariki sana, tuko pamoja.